Mambo mambo wapu nkopoa wa. Yes. Watu wangu uh, niko na bad news leo na ni story nimeambiwa sahizi although ilikuwa imehappen hapo, uh, before Ramadhani anze. Uh, kwa wale watu mko Saudi uh, since wawo kona hii sheria ya kuua stai kuisema na Kizungu uh, sheria ya kuua ile <coughs> Ya yeah, gava inafanyikanga a week before Ramadhan eh? na kuna after Ramadhan, after Eid wanakona ingine nyingine, I don't know, wenye wako huko mnajua and uh, so kuna Mkenya kwa Saudi alinipigia story akaniambia akaniambia akane, alikuwa niuliza tu kama nimesikia anyway, akananiambia msi na sijui watu wengi Saudi n okay, wenye wako Saudi so, walikuwa niambia by the way, unajua kuna Wakenya walikuwa amongst wenye walikuwa na nini, unajua wanakwanga assembled you know. Alafu huko kuna, kuna kila kifo ina punishment yake tofauti. Sijui. Sijui mbona, but yeah. Kuna wale wa kunyongwa, kuna risasi, kuna dono wa mawe, kuna kuna hizo sheria huko sijui zitaisha lini, hopefully soon ikani hii tu zile za. guys uh, maybe ni mimi tu na overthink don't you think we should have like a foreign affairs policy yenye the yeah, yeah, yeah, yeah. the government to the government to uh, of of of exchange of prisoners don't, don't you think it's a good idea if not then okay why do we need to have all these embassies huku gulf you know kwa sababu kuna issue mingi sana zio happen na if embassy zetu ama consulate ziko a bit vocal ziko strong kidogo with the, of course with the support of the government back home. Kuna vitu zingine zinaweza kwa zinazuia, unajua there, there are so many minor cases zinaweka watu ndani mostly hapa Dubai huko hawi, lakini there are so many minor cases zinaweka watu ndani zenye zingeweza kuzuiwa na, na, na, uh, kama embassy nge intervene, una get so kwa njia zao tofauti, kuna vitu wamefanya of course, kwa against sheria hii nchi. Unaona hapa, jamaa saa hizi as we speak, kuna negotiation iko kwa meza hapa kwa hii nchi, between nchi mbili Niger na Dutch. High chances hapa jamaa watakuwa deported Dutch ama Niger, high chances wa deport wa Dutch kwa sababu kuna fununu, kuna case yao huko, so they will have to serve case huko first of all kuibisha gava yao nje, kwa sababu hakuna mtu anawaita. I don't know why, mbona anything iki happen ya mtu mweusi, hata kwa kuwa wewe umezaliwa Ulaya umezaliwa US, nasema watarudishwa huko. This is kwangu that, that is a good thing, at least inaonyesha gava iko strong. Una get this is a Kenyan yani I don't know. Dutch wako na embassy hapa, wako na embassy Qatar Doha, wako uh, na embassy hapa uh, Budhabi huko hapa, Dubai huko, na wako na embassy embassy Bahrain wako na yeah, embassy baharini, but hizi nchi zingine za Gulf hazina embassy. Kwa wale watu wajui a ime o ns na ziko very strong embassy happen huko Kuwait twi they, they kuna, oh, kuna mtu amerushwa kwa balcony oh kuna mtu sijui, ameshikwa, uh, amekuwa kiteswa, but ana try kuhepa Nobody is there to kumtetea zile za of course alikuwa ana try kuhepa ni binadamu we'll, we'll like to know what's the cause ni nini maybe anateswa maybe anaambia aoshe vitu zingine, watu wanaambianga aoshe hapo. Hizi stori zimejaa hapa, mbona tuna lose watu wetu, wanauliwa huko? Na maybe kitu hata alifanya maybe ni kitu aliyekelewa mahali sheria ikampata tu, alafu ikakuwa iko involve na no, watu hapa venye mi waambianga anything iko involve watu wa, wa, wa hapa inchi yao hapa, aki sheria itakulalia wewe, hata kama yeye ndiye akona makosa but kama ni nyinyi wawili foreigners mmekosea hiyo kidogo, wanaweza try ku way out nani ya nini, wakiona nyinyi wewe wa kuna vile mm, amuelewani na mm, hii saidi inchi muna deport kwenye wawili. So kuna watu nakuambia, ayo di hapa wako hapa ndani kwa sababu wa kutumakosa tunye tunge kuwa eh, eh, solved na embassy zetu, ati kuna Wakenya wanauliwa na kuna embassy mzima huko na kuna consulate kila, you know, pia wao wanajua wako na state. Kama kuna Riyadh, kuna Jeddah, kuna ile nyingine huko karibu na Bahrain, kila mahali kuna embassy. Sijui ati kuna mwingine alikuwa anaweka picha, it was in a video, it was a photo of a lady seated on a street huko Saudi, anakaa mchizi chizi, na kuna embassy huko. Na mkiingia kwa hizo embassy mnapata kuna gari kama tano hivi, SUV mpya mpya kuna kaa palace na kuna mtu mahali anakufa tu yani. Let me tell you ni venye tu wa kunanga, akunanga mtetezi watu wenye kwa hapa Gulf. At least watu huko huko, huko hivyo Ulaya US, wanajua kujitetea na wanaskizwa of course. But hapa kunanga mtu mwenye ashaienda kutetea either bunge either wapi, ata county assembly, eh, ni, eh, hakuna watu hapa, depression wapiga mbaya sana. Watu wako na stress, watu wako na responsibilities, watu wako na, alafu unapata kazi nakuwa mingi. Kuna mtu najua anafanya 12 hours hata hofu apatangi, and then you expect huyo mtu ukimtriga kidogo, ata operate normal, either huyo mtu maybe ata collapse huko tu kwa nyumba. How many cases hapa Kenya hapa Dubai imepatikana, ati oh, ali, alianguka tu akakufa, it's so many. Oh, alikuwa sijui nani, alikuwa nini? Kwa sababu watu hapa si blame watu but hakuna mtu akona time ya kujua unaendelea aje? If you don't speak hakuna mtu wana, watu wako busy hapa job. Hapa hakuna social life na mimi ushina nikuambia mwenye wanataka wana kukuja huku Gulf sijui kupata maisha poa huku hakuna wa social life. Hapa, either ukiyaka hiyo sign ya kukuja hapa ukilipa huyo agent ya kukuja hapa, just jua hapa unakuja kazi Kulala kazi, kulala. Hizi zingine unajitafutia kidogo anes ujanja, ruke tu ufanye, ukuwe tu mjanja, alafu uache mafikira mingi. Just live a life and kama uko na vitu ziko huko nyumbani, just juu hata bila wewe bado zitaendelea, but still it's, it's a sacrifice mzee. Alright, it's, it's sad mzee. And, uh, si, sina numbers ya wale wakenya wamekufa, sina namba kabisa kabisa, but uh, kuna wakenya kadhaa, na mtu akikwambia kadhaa inamaanisha quite good number wamekufa. Of course it's a, it's a painful death, kuuliwa more painful, iki kwanza ikakuwa hakuna kitu hatia ulifanya. Maybe kuna maybe mmoja alikuwa ameandikiwa watu wazee wazee, wasumbufu Akaaguka huko kwa stairs, wa, wa familia yao ikakuja ikasemekana, wewe ndio umemuua, of course punishable by death. Wewe unakufa. e, muli siku maana, mtu mahali mahali akapelekwa hospitali akakufa, wewe angu, sorry, wewe ndio ulimuua okay. Kitu ilibiwa mahali, sijui kukakuwa na mtu amekufa, ulikuwa involved hiyo, unakufa na mawe, kwa sababu ni wizi Sisemi zaidi hapo. God a bless sana and usikate tamaa. Kila siku try something anything in a one day, you never know.